Kwenda ACT kwa kuielewa hotuba ya mwenyekiti, mikono juu, maanake tunataka tujue tuliwapomoa kwanza ni sisi. Shucha mikono, kutoka CCM, kutoka Chadema, vyama vingine na wasio na vyama. Hongera sana mwenyekiti. Tunawapa heshima moja, mwenyekiti akitoka pale atakuja kumpa mkono kila mmoja hapa ishara ya kumkaribisha kwenye chama na utakuwa umeweka historia ya wewe umepokelewa na Makamu wa Kwanza wa Rais. Utapunga mikono tu kumpokea eh, na itakuwa ndio mapokezi yenu, wakati wengine wanampigia makofi, na mwenyekiti anakuja kuwapungia mmoja mmoja, kuwakaribisha kwenye chama cha ACT Wazalendo.

Othman Masoud, bomba si bomba? Mwenyekiti bomba si bomba? si bomba. Kama tunataka mageuzi katika nchi hii hatuwezi kukaa kitako tukafunga mikono tukasema kwamba mageuzi yatakuja tuta- hawako huko watu kwenda mahakamani tu kwenda kusikiliza kesi. Mmesikia? Ndiyo CCM hiyo watu kwenda kusikiliza kesi ndo wanalolijua dunia hii eh? Leo jambo la kawaida lakini limefanywa jinai, na baada ya kutumia hizo njia za jinai na sharia za nchi yetu, mpaka imeiondolea heshima nchi yetu. Hakukuwa na sababu ya kumchukua mtu kwenda kumtesa, kwenda kumdhalilisha mwanamke Nchi hii inaongozwa na mwanamke, mwanamke anavuliwa nguo, anadhalilishwa chini ya utawala wa rais mwanamke. Ni aibu, ni fedheha, kwa sababu sio sheria za nchi yetu, sio utaratibu, sio ustaarabu wa kilimweni. Kwa hivyo tunachosema, ndugu zangu tunayo kazi ya kuleta mageuzi katika nchi, na mageuzi ndiyo yatakayoitoa nchi hii ikasonga mbele. CCM wameishiwa, CCM hawana maono. Nchi leo tuko kwenye katikati, kati ya utajiri nchi hii leo tunalia umaskini, tunalia umaskini. Katibu mkuu kasema, ndugu zangu, kwamba njia ya kupambana ni kupambana. Ndio maana sisi tukasema, tutashiriki huku tunapambana na tutapambana huku tunashiriki, na ndio njia pekee ya kupambana na chama cha mapinduzi. Wao wametengeneza nchi hii, wameiharibu, wameiua, wameivuruga. Kwa sababu wameivuruga nchi hii kwa kuwafanya watumishi wa serikali kuwa wanasiasa, watumishi wa serikali kuwa wanasiasa. Katibu mkuu kasema wamekuwa machawa, mi nasema wamekuwa mamende, na karibu atakuwa panya buku. Aibu, mtu ukasoma eti, kwa sababu unacheo unashindwa kusimamia kazi yako, unashindwa kusimamia taaluma yako, unasima, kama kwamba wewe ukikosa serikali we ndo utakufa jamani sisi wengine ni mfano hai. Kasema katibu mkuu, tumetoka tumekaa serikali miaka ishirini na tano nimetoka. Na shukuru mwenyezi Mungu, miaka sita niliokaa nje ya serikali imekuwa bora kuliko miaka ishirini na tano niliokaa ndani ya serikali. Kwa hivyo leo ndio CCM walipotufikisha. Kwa hivyo, ndugu zangu, tunachosema nimalizie, ndugu zangu, tunachosema, wito wetu wito wetu kura ni yenu, kura si ya vyama. Nyinyi ndio tupambane, sisi ndio tutaleta mageuzi. Ni sisi kwa pamoja ndio tutaiondoa CCM kwenye madaraka, ndio tutakaoweza kuiondoa CCM kwenye madaraka. Ni kwa kupambana, kuambia tutabanana hapa hapa, mnavyotaka tunataka, mnavyoweza tunaweza vile vile wakati mwingine tuna laumu ndugu zetu polisi na vyombo, lakini chama cha mapinduzi kimetengeneza utaratibu huo, ndio salama yao, na wao wenyewe wanajua kuna matatizo, ndio maana Rais Samia aliunda tume ya haki jinai kuchunguza namna gani parekebisho. Binafsi yangu mimi, waliponifuata niliwaambia, huu utaratibu mnaokwenda, mnaofanya huu utaratibu, amfano wa jeshi la polisi kwamba RPC yuko chini ya amri ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ketalini moshi, mkuu wa mkoa anaujua lini? Anajua wapi? Law enforcement kusimamia sheria, kafunzwa wapi? Kaelekezwa wapi? Na yeye anateuliwa kada, yuko makao makuu au kajichawisha, kawachawa? Na siku hizi si chawa tena, wamekuwa mende, kawa mende huko kapendeza wakubwa, kambwa, wewe zawadi yako utakuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Sasa huyu hajui hata kanuni ya barabarani, sikwambii kanuni ya nchi. Lakini eti yeye ndio anayekuja akasimamia jeshi la polisi kufanya kazi zake katika mkoa, na yeye amri aliyopewa lazima Chama cha Mapinduzi kishinde. Jeshi la polisi ni chombo cha amri, ni chombo cha amri. Kwa hivyo kama hili hajarekebishwa, na tumeasema kwenye haki jinai, mbona hajarekebishwa? Kwa sababu sisi tunawaambia tuwaacheni polisi, hawa watu wamefunzwa hawa watu wana maadili yao, wana kanuni zao, wana taratibu zao, wana nidhamu yao. Tusiwatie kwenye siasa, tuwaache wafanye kazi zao, wana uweledi, wana uwezo wa kufanya kazi zao.